Utotoni mama alinichapa sana kwa kumtazama mgeni usoni na kutamani soda yake. Alinifunza kumudu tamaa zangu. Nyumbani tulikuwa tuna uwezo kukaa hata mwezi atujala mayai wala soda ila mgeni alipokuwa akija alikuwa akinunuliwa hivyo vitu na ilinipasa niigize kutovitamani. Ilikuwa ni kesi kubwa sana kupasua yai la chemli au sahani ya udongo. Wazazi walinifunza umakini. Darasani niliwahi kupiga stori na wenzangu ila majina ya wapiga kelele nikaandikwa peke yangu na kuchapwa. Nilijifunza maisha yanaweza kwenda kinyume na tunavyofikiri. Nilikuwa kwenye kuonesha mitihani kwa mzazi, naanza stadi za kazi na haiba yenye maksi kubwa, kisha hesabu na English yenye maksi ndogo naficha chini. Somo lilikuwa binadamu tunapenda kuonesha mafanikio na kuficha makosa. Utotoni ilikuwa ukimkwaza mtoto mwenye TV kwao anakwambia huji kuangalia TV kwetu. Nilijifunza cha mtu chake, binadamu hulinga na vile wanavyovimiliki. Tuliwahi kula ugali dagaa nyumbani na kwa jirani wamepika wali na ilikuwa kesi kubwa sana kula kwa jirani. Hapa wazazi walitufunza tulivike na hali za maisha tulizonazo. sikukuu niliwahi kunyimwa nguo mpya na maisha akasonga fresh. baba akaniambia si lazima nifanane na watu wengine. maisha hayana usawa. niliwahi kupigwa na rafiki yangu nikarudi nyumbani nikiwa nalia. Mama akachukua fimbo na kunichapa tena huku akisema kwa nini na mimi sikumpiga? Hapa nilijifunza unyonge si dawa. Kuna muda na mimi yanipasa kuonesha nguvu zangu mbele ya wenye nguvu ili nisidhalalike kila siku. Niliwahi kuiba hela nyumbani mimi na dada yangu na tukakubaliana tufanye siri ila niliporudi kutoka tushen nikakuta kesi na nielemea mimi mwizi, nikachapwa peke yangu kwa kosa tulolifanya wote. Nikajifunza usaliti upo na utokea kwa watu tuliowaamini wa. Niliwahi okota karatasi na kuvilingisha lenyewe kisha kuwasha na kiberiti na kuvuta kama sigara. Jioni niliporudi nyumbani, kesi kubwa ni kwamba nishaanza kuvuta sigara halisi. Nilichapwa sana, nikajifunza baadhi ya uhuni hauna maana mbele ya maadili mema. Niliwahi pewa pesa na mgeni, mama akaichukua na kuahidi kunipa. Kila nilipomkumbushia alisema Mbona nakula kwake kila siku na hajawahi nidai? Nitajifunza kwenye pesa, sipaswi kumwamini yeyote, hata ndugu yangu. Nimeishi maisha ambayo hadi nilikuwa nawaza hivi, hawa ni wazazi wangu kweli au nimesingiziwa tu? Niliwahi tamani eti nife, alafu msibani nifufuke niwatazame baba na mama nione kama wanalia. Nikajifunza kwenye kukanywa, uwe mwema, usipokuwa makini unaweza kuwachukia wanaokukanya. Sina kipya cha kujifunza kwenye hii dunia, mengi nimepitia tangu udogoni, nilijifunza na kuyatunza. Hivi sasa ni marudio tu ya mengi. Utaniambia nini? hata ambayo sijawahi kuyafanya niliwahi kuyasikia <laughs>